Vegan truck driver, peace and love, peace and love. Well, welcome back to the channel. Tuko Texas kuja kuweka mafuta, tupo hapo kwenye ah, truck stop moja naitwa QT. QT, um hii ni truck stop moja kubwa sana hapa hapa Texas. Truck stop moja kubwa sana inaitwa QT ni kifupi cha quick trip. quick trip ni kifupi cha quick trip, so nimekuja kuweka mafuta, naenda ndani kuchukua risiti, twende ndani pamoja tukaangalie ndani kuna, kuna kitu gani ndani, kuna kitu gani ndani, tunde wote tukaangalie ndani kuna kitu gani Wekawese hapo wese, nishaliweka kwa hiyo twende ndani tukaangalia kuna kitu gani. Nyuma pale kuna hoteli, nyuma kuna hoteli pale. Hiyo, iyo WoodSpring, WoodSpring Suites. kuna hoteli mara nyingi sana kwenye truck stop nyingi kuna kuaga na hoteli kwa sababu wanajua, uh, madereva wengi wanakuja wanakuja ku. Tuingie ndani hapo, Quick Trip. Huu ni upande wa matraki na upande ni wa magari magari madogo sasa tuingie hapa ndani tukaangalie, hapa ni Quick Trip. Tuangalie Quick Trip, Quick Trip ya tukaangalie Jamani, hii ni teknoloji. Naona teknoloji, hicho kidudu kinasafisha kinasafisha. Hiyo ni teknoloji kuna kinasafisha kukosa kena... kazi kena... hao kwa ajili ya kena... teknolojia kinapiga deki hichi hicho, kinapiga deki, unaona eh? kinapiga deki, unaona hicho eh? kinapiga deki, ngoja eh? nikae mbele yake naone cha fanyaji.

Ah, jamani hicho ni kiendo nilichojaribu kukupa kutoka Texas, QT, Quick Trip. Hicho ni kiendo baadhi ya kiendo, yani najaribu kukupa viendo as much as I can. Kokote nitakaenda nakupa nikiona kitu cha tofauti, tofauti tofauti nakupa. Au vipi bwana, tunashia vitu, najua upande wa pili kuna kuwa na vitu gani vinaendelea, au vipi bwana, kwa hiyo hiyo because... Quick trip ahiyo, yeah, ya kio changu kichafu hicho, kinabidi kisafishwe, kio inabidi kisafishwe, au vipi? Yes, Blessing, usisahau hapo ku comment kushare na kulike na kusubscribe. Peace.